Uh, mimi naitwa Albert Mbala ni meneja mauzo wa kampuni ya Chemi Cotex Tanzania Limited, ambaye ni wazalishaji na wasambazaji wa bidhaa nyingi sana hasa, hasa za afya ya kinywa na meno. Tumeanza hapa chuo cha Ruku, lakini tutafanya kwa vyuo vyote vya, vya Iringa pamoja na, na shule za msingi na za sekondari. Kwa hiyo kwa mwaka 2026 tunatumitageti kudili na wanafunzi zaidi ya laki moja ni kubwa sana kwa sababu matumizi ya, mi, matumizi ya sukari yameongezeka kwa kiasi kikubwa sana katika nchi yetu. Kwa hiyo matatizo ya kinywa na meno ni makubwa na, na, na, na kiwango kikubwa sana leo. Tuko hapa katika viwanja vya chuo, chuo cha Ruku kwa ajili ya kuintroduce dawa yetu mpya ambayo inaitwa Ultra Fresh Jelly ambayo ina crystals. Hiyo ni dawa nzuri sana kwa ajili ya ya, ya afya ya meno na inasaidia kukaa na freshness ya, ya kinywa kwa muda wa masaa ishirini na nne. Tumeamua kudili na wanafunzi kwa sababu ndio kizazi kipya ambacho ndio watakuwa watakuwa mabalozi wetu wazuri kwa ajili ya bidhaa zetu bora kwa jamii nzima. Tuko hapa kwa ajili ya kutafuta engagement na tutafanya hivyo. Uh, wanafunzi ni, ni mabalozi wazuri kwa sababu ndio wenye changamoto kubwa sana ya afya ya kinywa na meno. Tukichukua wazee tayari minor, meno imeshaharibika inakuwa, so sio rahisi kupata hiyo engagement, lakini kwa wanafunzi, sababu ndo wanakuwa, inakuwa rahisi sana kufata hiyo, kupata matokeo bora zaidi. Kwa majina, naitwa Karen Jansa Patrick, ni mwanafunzi wa hapa chuoni, chuo hiki katika chuo hiki cha Ruku. Nashukuru sana White Dent kwa kufika hapa, kwa kweli tumefurahishwa na hili zoezi wanafunzi kwa ujumla wamefurahi, kwa sababu kila mmoja amepata bidhaa yake, amepata dawa yake ya meno ambayo wanaenda kuitumia. Natumaini watafurahia na wataudisha majibu mazuri kutokana na watakavyoenda kutumia hizi hii dawa ya leo. Pia tuna tunasema asante sana na tunawakaribisha mzidi kuja na kuja tena, yani siwe kwamba leo mmekuja basi ndio iwe mwisho. Hapana. Uh, naitwa Godfrey Johnny Charles, ni mwanafunzi wa Bachelor of Accounting. Nafurahi sana kuwaona kampuni ya Chemito, Chemicotex kupitia bidhaa yao ya Whitedent. Wameleta huduma kwetu ambako wanafanya huduma bora sana ya kuhakikisha wanaboresha afya ya meno kwa Watanzania. Huduma yao ni nzuri, bidhaa zao ni nzuri na zinasaidia kutatua afya ya, changamoto ya afya ya meno kwa Watanzania wengi. Tumefurahi sana kuona kwamba changamoto hii wameamua kui, kuja kuitatua katika chuo chetu. Tunawashukuru sana kwa kufanya jambo hili zuri kwa wanachuo na kwa Watanzania. Tunaamini kwamba wanafunzi hawa ambao wamepata huduma hii nzuri ya kupatiwa dawa za meno kutoka kampuni ya Chemicotex ambazo ni za White Dent watakuja na feedback nzuri na watapata afya nzuri ya meno. Tunawashukuru sana.